Ebwana, mambo vipi? Naitwa Ray Mika na hii hapa ni RMG Gospel TV na kwa leo kama unavyoona tukiwa msibani kwenye malaloni ya bibi yetu ambaye ametuacha, na nimebahatika kukutana na kijana mmoja ambaye labda nataka tumuulize maswali mawili matatu. Kwanza nitangulize pole sana kwa msiba. Habari yako, kaka? Ndio, unaitwa nani? Naitwa. Na umetokea sehemu gani, au uko hapa hapa? Nzuri. Na kwa leo kipi unacho kuambia watu ambao nakutazama kwa siku ya leo, kutokana na msiba ambao tumeupata sisi kwa leo, masikitiko makubwa sana kwa kupotezewa na bibi yetu, bibi yake rafiki yangu anaitwa Haland Amidavi, kwa hiyo tunaumia sana na hivyo tu yani. sina mengi ya kusema. Na una kipi cha kuambia vijana, ushauri kwa vijana wale ambao labda wafiki misibani wale ambao watoe michango kwa sababu kilio ni cha watu wote, unaanza kuambia kitu gani? ya tutoeni michango vijana, hakuna kesho yake. Kwa hiyo tutoe michango na tufike misibani, kwa sababu ni vizuri leo kwake, kesho kwako. Kwa hiyo tufike wengi vijana, ndio hivyo. Asante sana, nashukuru ulikuwa nami na leo. Nimefurahi na nimeona kwamba kijana wetu ameongea vizuri sana kwa hapa mbele yangu, na nitoe pole tena kwa wote ambao wako kwenye msiba na watu ambao wanatufuatilia sehemu za mbali. Kwa hiyo endelea kutufuatilia, shukuru kwa muda wako kaka. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV. We depend on each other.